Taarifa ambayo ni gumzo sana hivi sasa nchini Tanzania ni ya Umoja wa Mataifa kuzitaka mamlaka nchini Tanzania kuwalinda waandamanaji tarehe 9 Disemba. Kabla sijakupa undani wa taarifa hii ni kusibonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele ili usionapitwa na taarifa zetu. Umoja wa Mataifa kupitia kurasa zao rasmi za mitandao ya kijamii za Umoja wa Mataifa zimeposti na kuandika Tunazitaka mamlaka kuhakikisha vikosi vya usalama vinapanga na kutekeleza operesheni kwa namna inayowezesha Watanzania kutumia haki hizi bila hofu. Kisha chini wakaandika Kabla ya maandamano ya tarehe tisa Disemba, ofisi za haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inawakumbusha viongozi kuhakikisha wajibu wao wa kulinda haki za kimataifa za uhuru wa kujieleza, kukusanyika kwa amani na kujiunga katika makundi. Ripoti zinaonyesha vifo vya mamia, zaidi ya watu elfu mbili kukamatwa, marufuku ya maandamano siku ya uhuru. UN Right inatoa wito wa kuepuka matumizi ya nguvu kupita kiasi, kuondoa vikwazo visivyo na uwiano, uwazi kuhusu vifo na kutoweka na kuachiliwa kwa waliokamatwa kiolela. Tunawakumbusha vikosi vya usalama kujiepusha na matukio ya nguvu dhidi ya mikusanyiko isiyo ya vurugu na kuchukua hatua za kupunguza mvutano. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, matumizi yoyote si moto, ya nguvu ikiwemo silaha zisizo na moto, yanapaswa kuwa ya kiwango cha chini kabisa kinachohitajika. Tunaimiza mamlaka kuhakikisha vikosi vya ulinzi na usalama vinapanga na kutekeleza operesheni kwa namna inayowezesha Watanzania kutumia haki hizi bila hofu. Kisha mwisho wakaweka hashtag ya UN human right, ukimaanisha ni taarifa kutoka Umoja wa Mataifa. Sasa ukienda kwenye ukurasa wa mtandao wa Instagram wa Umoja wa Mataifa kusoma posti hiyo, chini kuna komenti nyingi zaidi ya komenti elfu kadhaa, ambapo ukisoma tu kwa kuangalia walioandika wa Tanzania, kuna mmoja anaitwa director Rain ameandika, ai mama kipepeo o kipepeo mama kipepeo. Kuna mwingine Meshak Kawai 51 ameandika kama unajua utakuepa gonga like hapa. Lakini kuna mwingine Aim Sane ameandika, Watanzania, maandamano yapo 9 Disemba, tutoke kwa wingi. Lakini kuna wengine wamesema sema kimeumana, aya polisi kabisaneni na UN wengine wameandika kazi kwetu tu, sasa tuna baraza tuna baraka zote. Lakini wengine wameandika elewa neno kutumia haki bila hofu, Jumanne mlio are you understanding? Aa, tupo na tutakuwepo. Hiyo ameandika uzalendo taifa mangi ameandika kazini hapo hapo. Umoja wa Mataifa, tunasema asante sana kwa kuendelea kutupigania wakati mnaendelea kuandaa kandika maneno makali kidogo. Hiyo ni taarifa ya ukurasa rasmi wa Umoja wa Mataifa ambao wao wameunga mkono na kusisitiza mamlaka nchini Tanzania kuwalinda waandamanaji Disemba 9. Hiyo ni taarifa kutoka Umoja wa Mataifa, lakini tukirudi kwa upande wa mamlaka nchini Tanzania, tukumbuke wameendelea kuhimiza kwamba watu wasifanye machafuko na wala wasishawishiwe kwenda kufanya ghasia ama maandamano ambapo jeshi la polisi nalo na limetoa taarifa ya kuyakataza maandamano hayo. Ambapo nikienda kusoma taarifa ya jeshi la polisi iliyotolewa, uh, imeandikwa hivi: taarifa kwa umma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 kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu huo unaopangwa. Hivyo wananchi, msio na hofu. Sheria za nchi ikiwemo sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura 322 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2023 kifungu cha 43 mabano moja kinatoa maelezo na masharti ya kisheria kuwa mtu yoyote ambaye ana mpango wa kufanya kukusanyika, kuunda au kupanga mkusanyiko au maandamano ya hadhara anatakiwa kuwasilisha kwa maandishi noti kuhusu kufanyika kwa mkusanyiko au maandamano hayo kwa afisa polisi msimamizi wa eneo hilo akiainisha sehemu ambayo maandamano yatafanyika, muda yatakapofanyika, madhumuni ya maandamano hayo na maelezo mengine kama a, waziri atakavyotangaza kwa noti mara kwa mara gazeti la serikali. Aidha, kifungu hicho hicho cha 43 mbili mabano kinaeleza kwamba pale ambapo mtu amewasilisha taarifa kwa maandishi kulingana na kifungu kidogo cha mabano moja, anaweza kuendelea kuitisha kukusanya, kuandaa au kuandaa mkusanyiko wa maandamano hayo kama walivyopanga, isipokuwa na mpaka atakapopokea amri kutoka kwa afisa wa polisi msimamizi wa eneo ikieleza kwamba mkusanyiko au maandamano hayo kama ilivyotaarifiwa. Kifungu cha 43 mabano tatu kinaeleza kwamba afisa polisi ambaye taarifa imewasilishwa kwake kulingana na kifungu kidogo cha 1 mabano hato hatatoa amri ya kusitisha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 wanahamasishana wahakikishe hakuna shughuli yote itakayokuwa inaendelea. Tatu, pia wahakikishe wanaharibu na kuchoma moto minara yote ya mawasiliano ili nchi nzima ikose mawasiliano. Nne, wanahamasisha wahakikishe bandari ya Dar es Salaam ifanye kazi, kwani watafunga barabara zote za kuingia na kutoka bandarini. Tano, siku hiyo na kuendelea, wanahamasisha wafunge barabara zote za kuingia na kutoka katika mipaka yote, ili kuhakikisha hakuna anaitoka au kuingia nchini. Sita, wanahamasisha kama vijana wakapore mali za watu kwa sababu wanachokisingizio kuwa wananjaa. saba. Uhamasishaji huo umekwenda mbali zaidi kwa kuhamasisha siku hiyo waende pia kwenye mahospitali ili kuzuia huduma kwa wagonjwa zisitolewe, kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. Pia wanahamasisha kuwa watahakikisha wanaofuata popote walipowatumishwa serikali ili wawadhuru. tisa. Wakati hayo yakiendelea, kwenye mitandao ya kijamii tumesikia matamko mbalimbali, na wanaoyatoa wanasema wanahamasisha na wanahamasishwa wakiandamana siku hiyo, tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani. Kumbe wapo wengine wameapa na kutamka watakawaandamana wasifike kwenye mitaa yao, kwani watashughulika ipasavyo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 wasaidizi inayotoa maelekezo na masharti ya kufanya mkusanyiko kuunda au kufanya mikusanyiko au maandamano na kutokana na mbinu za kihalifu ambazo zimebainika, wakihamasishana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 http taarifa.tpf.go.tz. Taarifa hii ilitolewa na jeshi la polisi kupitia msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Mseto Media, hapa nimekuletea taarifa ya kwanza ya Umoja wa Mataifa ambayo hao UN Human Rights wanaitaka mamlaka kuwalinda waandamanaji Disemba 9, 2025, lakini mwisho nikakuletea taarifa ya jeshi la polisi inayoyapinga maandamano hayo na kuyakataza kwamba hakutokuwa na maandamano. Mimi kazi yangu ni kukuletea kila lile linalotokea, ikiwa tu watufunji sheria za nchi. Kwa lolote, tuachie maoni yako hapa chini. Hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe ili usiwe unapitwa na taarifa zetu nzuri na nzito za ndani kama hizi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere